Karibu kwenye video hii muhimu sana kwa wote waliowahi kuomba ajira serikalini kupitia Ajira Poto. Leo tarehe 16 Juni 2025, kuna tangazo jipya kutoka Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Tafadhali sikiliza kwa makini hadi mwisho. Sekretarieti ya Ajira na imetoa tangazo la kuitwa kazini kwa waombaji kazi waliofanya usaili kati ya tarehe 2 Septemba Ah, 2024 hadi tarehe 18 Mei 2025. Tangazo hili inaorodhesha majina ya waliofaulu usaili na kupangiwa vituo vyao vya kazi pamoja na wale waliokuwa kwenye kanzidata kwa kada mbalimbali mbali. Kwa waliofaulu, barua za kupangiwa vituo vya kazi zinapatikana kwenye akaunti zao za Ajira Portal, sehemu ya my application. Unashauriwa kuzipakua na kuzichapisha kisha uende nazo moja kwa moja kuripoti kazini. Unapokwenda kuripoti, hakikisha umebeba vyeti vyako halisi vya masomo kuanzia kidato cha nne na kuendelea. Bila hivyo utaruhusiwa kuanza kazi rasmi. Na kwa wale ambao majina yao hayapo kwenye orodha, usikate tamaa. Hii sio mwisho wa safari. Nafasi mpya zitatangazwa na unaweza kujaribu tena. Jitahidi kuhakikisha nyaraka zako zote ziko sahihi na endelea kujiandaa kwa usaili ujao. Usikose kutembelea channel hii kwa miongozo na mbinu za mafanikio katika ajira. Hongera kwa waliopata ajira, tunawatakia kila la heri katika hatua hii mpya ya maisha yenu ya kitaaluma. Kumbuka kusubscribe kwenye channel hii ili upate taarifa zote muhimu kuhusu ajira, elimu na maendeleo ya kitaifa. Mimi ni Feaboy, hadi wakati mwingine. Endelea kuwa nasi na endelea kuwa na matumaini, fursa bado zipo.